Habari yako mpenzi mtazamaji, karibu sana. Uh, mimi naitwa Mr. Pal. Uh, nimekuwa nikifanya video mbalimbali kuhusiana na mambo ya kidunia public health. Nimefanya uh, um, pia kwa ajili ya sexual education, nimefanya pia kwa ajili ya mahusiano lakini pia wakati mwingine nachukua nafasi kwa ajili ya ku, kuongea maneno ya Mungu. Uh, well, ni mwaka mwingine tena, ni mwaka mpya mambo mapya, energy mpya, kila kitu ni kipya. Lakini hii kama video yangu ya kwanza kabisa katika huu mwaka 2026, nimeona nichukue nafasi hii kukukumbusha mambo mbalimbali ambayo mimi nimejifunza, nataka na wewe pia uweze kujifunza ili kwa pamoja tuendelee katika neema ya Mungu. Uh, katika maisha yangu mwaka 2024 na 2025 uh, umekuwa mwaka mgumu sana mimi na familia yangu, na katika mwaka huu nime, au miaka hii iliyopita miwili kuna mambo mengi ambayo nimejifunza, ni magumu, ni magumu sana, lakini nimejifunza, na natamani na wewe uweze kujifunza. Kwa hiyo leo napenda kushare na wewe mambo sita tu ambayo ukiweza kuyafanya katika mwaka huu elfu mbili na ishirini na sita, basi kuna asilimia kubwa ya maisha yako yataweza kuwa mazuri. Sizungumzi kuhusu pesa sizungumzi kuhusu kufanikiwa. Ninazungumzia maisha ya kawaida ya kijamii, maisha ya kawaida ya kumwendea Mungu, maisha ya kawaida ya kutenda mema. Kwa hiyo katika haya mambo sita ninaamini, ninaamini kabisa utafanikiwa, na ni mambo magumu, lakini inabidi tu, tujifunze kuyafanya. Kwa hiyo bila kupoteza muda, naomba ni share Jambo la kwanza, nitakuwa natoa macho yangu kidogo, naelekeza chini, kwa sababu niko na laptop hapa, kwa sababu nitakuwa nasoma kile kitu ambacho nimekuandalia. Kwa hiyo jambo la kwanza, usimchukie mtu yeyote, hata kama atakukosea vipi. Yani usi, usijipe hiyo shida ya kumchukia mtu yeyote yule, hata kama amekufanyia jambo kubwa sana kwenye maisha yako, tena baya, usimchukie. Unajua chuki I, inaingia kwako, inakaa kwako, inafanya mambo haya mawili. jambo la kwanza ni uharibifu. Umeona, inafanya uharibifu kwako, inafanya uharibifu kwa huyo mtu, kwa sababu ukimchukia mtu, akili yako yote inafanya mambo mabaya, inafikiria mambo mabaya kwa ajili ya kumfanyia mtu mwingine. Kwa hiyo lazima utafanya uharibifu, lakini pite kitu kingine pia ukiwa unamchukia mtu basi, unafanya uharibifu ndani yako, kwa sababu utakuwa umebeba mzigo, moyo wako unakuwa mzito, homoni zako zinabadilika, kila kitu kinakuwa sio kile kama cha mwanzo. Unakuwa unabeba tatizo kubwa kwenye maisha yako ambayo inafanya uharibifu afya yako, inafanya uharibifu akili yako, inafanya uharibifu kila kitu, maisha yako yote yanakuwa yanaharibika. Kwa hiyo usimchukie mtu yoyote, hata kama amekufanya kitu fulani kibaya kibinadamu inatokea unapata hasira lakini usibebe hiyo dhana ya chuki kwa sababu itakuharibu lakini jambo la pili inakatisha uzima uzima wa milele na uzima wako mwenyewe yani uzima wa kiroho na uzima wa kimwili uzima wa kimwili kwa sababu unapata matatizo utapata shida za afya utapata shida ya akili yako hautoseto inaharibu uzima wako lakini pili unajiweka mbali na Mungu kwa sababu hata maandiko yanasema uh, uwe na asira lakini asira ziswiche Yaani, usifike jioni, angalia hasira ingalimo katika moyo wako. Ina maana ukiendeleza kwa siku mbili siku tatu chuki inazidi, unajiweka wewe mwenyewe unajitenga mbali na Mungu wako. Dini zetu zote zote zina zinatupa zina usia kwamba usibebe chuki wala usimchukie ndugu yako. Nimejifunza hilo kwa sababu kuna mambo yamenipitia, kuna vitu vilikuwepo katika maisha yangu, nikajikuta mambo hayaendi kajikuta mi mwenye nasonona lakini kumbe ni kubeba vitu ambavyo havina maana. Usiwe na chuki na mtu yoyote, hata kama umekufanya kitu gani, jua tunipata maisha, maisha mengine yaendelee. Namba mbili, ishi maisha ya kawaida hata kama upo juu kwa kiasi kikubwa, yani jitahidi sana, hata kama wewe una fedha kiasi gani, hata kama umepita leve zote za watu wa kawaida wanaokuzunguka, wewe huko juu sana, sababu kile kitu Mungu amekupa tu kwa muda, kinaweza kikaondoka kikachukuliwa. Utaishije na watu ambao umewaharau? Awa mbao ana ile tunasema hatima yake ana wakati wake wewe kama umefanikiwa umezidi kiwango fulani, basi ni Mungu amekuwezesha ufikie kiwango hicho, lakini usiwadharau watu wengine ukaona wao hawafai, hawana akili, hawafanyi kazi kwa bidii. Hapana, ishi maisha yako ya kawaida, salimia watu, kuwa na watu, engage na watu, kwa sababu kuna shida ambazo zinaweza zikakupata, hata hiyo level yako uliyokuwa nayo haina maana, ila watu wanaokuzunguka ndio wanaweza kukusaidia. Sasa kama wewe unajikweza, unajiona wewe unaweza, unawadharau watu, watu wanatunza watu wanatunza. Kuna wakati utahitaji mambo ufanyiwe na watu alafu wewe uweze kupata huo msaada. Kwa sababu gani? Unajikweza sana, ishi maisha ya kawaida, hata kama uko juu kiasi gani. Hiyo ni jambo la pili ninalojifunza katika uh, miaka yangu hii miwili ya ya shida kidogo hivi 2024 na 2025. Ishi maisha ya kawaida usitamani, usi kumvunjia mtu Hatima yake au dumu yake kwa sababu wewe una kitu fulani usipende kuwatendea watu mabaya kwa sababu unajikweza unajua wewe ni nani. Yale mambo ukisema unajua mimi ni nani nitakufanyia wewe si nini? Yamepita na wakati. Ishi maisha yako vizuri kikubwa ni kwamba ujue tu siku itafika na wewe mambo magumu yatakukuta na utakutana na watu ambao wako juu zaidi yako. Wakikufanyia hayo na wafanyia wengine utakubali. Hata Mungu apende. Usijikweze. Jambo la jambo la tatu, tarajia kupata heri hata kama mitihani ya maisha inakusakama. Lazima ujue, utarajie kupata heri hata kama mitihani ya maisha inakusakama. Mimi katika maisha yangu madogo tu machache, sina experience kubwa, lakini katika hivi vipindi nimepitia kipindi ambacho ya, yani siu nikwambieje, yani akili yangu haijaseto inawaza mambo mengi, maisha yangu binafsi haijaseto yanawaza mambo mengi. Nimepitia vitu vya changamoto za kiuchumi, kifamilia, yani e, mambo kibao. Unapitia kipindi ambacho unaona kuna giza uwezi kutoka kabisa, kuna giza, huoni njia, huoni nini. Lakini tarajia mema hata kama unaona kuna mitihani na kusonga na wewe huoni dira kabisa, tarajia mema, kwa sababu hata Mungu amesema kila jaribu lina mlango wa kutokea. Unaweza ukaona wewe mlango wako bado au uone, lakini mlango upo. Mungu anazidi kukuimarisha, anazidi kukupitisha na atakuonyesha huo mlango. Kwa hiyo tarajia mema, nikimaanisha kwamba uwe na tumaini kwamba chochote mimi ninachokipitia katika maisha yangu ipo siku itakwisha, mlango nitauona na mimi najifunza, nazidi kuimarika. Na kingine kikubwa, kuna watu wengine wanaimarika na imani zao zinakuzwa kwa kupitia hili jambo ambalo Tarajia mema. Mtihani wowote utakutana nao, kifamilia, kiuchumi, eh, kimahusiano, kikazi, chochote ambacho unapitia chenye mtihani mkubwa, tarajia kwamba kuna mlango unakuja, na heri na neema itakufuata. Usikate tamaa, usijilaumu, eh, usijifanye kwamba wewe ndo wewe peke yako mwenye maisha magumu duniani. Usione kwamba hilo jambo unalopitia basi ndo wewe peke yako, wala wewe ndo una jambo kubwa e, uka, ukataka kujiua ukataka kujidhuru kwa sababu ya mitihani unayopitia. Ondoa kabisa, kuwa na tumaini kwamba Mungu yuko na wewe na mlango wa kutokea upo. Jambo la nne ambalo nimejifunza, jambo la nne ni, uh, toa kwa wingi, hata kama wewe umenyimwa. Yani ni kama ile wenzetu wanaweza give back to society, lakini wewe uwe na maisha ya kutoa, hata kama umenyimwa. Unaweza kuwa hauna kazi, lakini ikatokea una, una kiasi fulani umepata kidogo tu, jaribu pia ukitoa, sio utoe wewe uhangaike, hapana, katika pasenti fulani jaribu kutoa. Kuna siku moja nilikuwa naenda kazini asubuhi, nikamsikiliza mjamaa mmoja kwenye redio. Yeye anafanya yeah, tu kazi ya kawaida, ni mtangazaji lakini anavyosema kwamba mimi mishahara ya watangazaji umejua ni midogo tu, lakini mimi nimejiwekea kwamba kila mwezi ni lazima niende kwenye kituo cha watoto yatima, watoto yatima, kwa ajili ya kuona uh, watoto. Anachukua kipande cha fedha alizokuwa nazo alizopewa Mungu alizombariki anarudisha kwa jamii. Jambo moja kubwa sana. Kubwa mno ambalo watu wengi hatuwezi kulifanya hata kama umepewa kingi ila kukitoa kwa watu ni lakini lazima tujifunze kwamba unabidi utoe kwa wingi hata kama wewe ufanye umenyimwa. Unajua kuna baraka zingine zipo katika neno asante. Unavyomsaidia mtu, kuna neno lile anaolitoa asante, ina baraka sana kwa watu wengi wanaojua mitaa ya Posta, Upanga na maeneo kama haya, asasa kipindi cha Ijumaa asubuhi au jioni hivi unaweza kukuta kuna wamama wengi wamejipangapanga chini ya majumba yale Wahindi wa, wa Arabu. Kuna wenzetu hawa wa wanatoka wanagawa pesa, wanagawa pesa, umeona wanawapa watu. Hebu nende, nende huko, nafanya kazi maana imeisha, ah, inakuja kukupelekea nyingine. Ah, okay sawa wanagawa wana pesa wanawapa watu pesa, wale ambao wanahitaji. Wana kuna wengine wana chakula, wanafungua wana chakula jioni, watu wanaenda wanakula, kwa sababu uhitaji. Watu wanatoa wanatoa, yani ile neno mtu anasema asante ni kubwa sana katika maisha yake, ndio baraka yenyewe. Hakuna baraka kubwa kama baraka ya kumsaidia mhitaji. Tujifunze wote kwa pamoja kutoa kwa wingi, hata kama sisi tumenyuma, sisi hatuna uwezo mkubwa toa na kunyimwa huku ni kwamba sio e, pesa yani. Hata wewe mwenyewe mwili wako unaweza ukawa dhabihu kwa ajili ya watu wengine. Unaona, mtu ana shida, msaidie. Unaweza kutumia nguvu zako kumsaidia, unaweza kufanya nini kumsaidia. Saidia, toa kwa wingi, na wewe baraka zitakuja kwako. Sisi hii ngozi yetu sisi wengi wa Afrika tuna unyinyifu, yani kumsaidia mtu ni ngumu sana, yani unajiangalia na mwenyewe mambo yako yani hajakaa vizuri, sio ni nini, visingizio vingi, lakini toa na Mungu atakubariki. Jambo la tano, ambalo mimi nimeliona kwa miaka yangu hii michache, onyesha tabasamu hata kama moyo wako unavuja damu. Onyesha tabasamu hata kama moyo wako unavuja damu. Hapo kuna mambo mengi. Cha kwanza, si vizuri kuonyesha matatizo yako kwa watu, yani hata kama wewe unapitia mambo mengi magumu, sawa wanasema sharing is good kwa sababu unatoa vitu katika moyo wako, lakini si vizuri kwamba kila mtu ajue unapitia nini. Ndio maana wanasema umaridadi unaficha umaskini, kwa sababu ukiwa una shida, ukiwa una matatizo, endelea kuonyesha tabasamu. Kuna watu wengine wana shida, wanapitia mambo makubwa, lakini wewe uweze kujua, kwa sababu kila siku unaona wako fine. Kwa sababu gani? Sio kila mtu ajue wewe unapitia kitu gani. Kuna wengine sio mazuri, watachukua hizo taarifa zako, wataanza kuzipeleka sehemu nyingine, wanaongeza tatizo juu ya tatizo. Kuna wengine shida zako na udhaifu wako uliokuwa nao watautumia ili kuku, kukutoa katika leli, kukufanya usipate fursa njema. Unatafuta kazi, lakini wewe huko watu wanajua historia yako yote, wanajua matatizo yako yote, wanaenda kuyabwaga kule unakotafuta kazi, mwisho kupata kazi. Kwa hiyo jaribu kuonyesha tabasamu hata kama moyo wako unafanya unavuja kwa sababu sio lazima kila mtu ajue unachokipitia. Watu sio wazuri kiasi hicho wa kukufanya kukusaidia wewe kila wakati. Yes, naenda katoe tafuta watu ambao wazuri, naamini unaweza wakakusaidia, lakini sio kila wakati unaonyesha, basi unajaa midomo yako mikavu. Ndio maana hata kwenye Biblia wanasema funga, lakini funga yenu isijulikane kwa watu. So wewe unafunga kwa ajili ya Mungu wako, unatuonyesha sisi midomo yako mikavu, unalegea Wanataka tukuonee huruma wakati wewe ni funga yako ya imani wewe na Mungu wako. Kwa hiyo kama Biblia au vitabu vya dini vinaongea hivyo, ina maana hata maisha yako ya kila siku. Sio lazima kila mtu yafanye. Kwa hiyo onyesha tabasamu. Hili jambo la kwanza. Lakini jambo la pili katika kuonyesha tabasamu ni kwamba majaribu unayopitia au shida uliyokuwa nayo sio lazima eh, sio lazima kwamba ndo uonekane unanyong'onyea. Sio lazima kwamba ujihisi kwamba wewe ndo hamna kitu, yaani Mungu amekuacha. Siuni, hapana. Ile tabasamu unalolionyesha ni wasapa, ni udhihirisho kwamba wewe umesimama imara, unamtumainia Bwana na unatumaini kwamba ya mambo yataisha. Ndio maana unaweza ukakuta una matatizo mengi, unajiona ndo umepotea kabisa kwenye maisha yao, alafu ukaenda kuongea na mtu bwana, mimi bwana, niko hivi niko vile niko hivi, alafu yule mtu akamwambia pole sana, hivi unajua mimi nina hichi na hichi na hichi na hichi na hichi. Alafu naanza kujiuliza ah, mbona kama mimi matatizo yangu madogo, mbona huyu ana matatizo makubwa, alafu ndo mtu mmoja ambaye ni safi, anapenda watu, anafurahi, mcheshi. Jamaa anawezaje? Kwa sababu hivyo, na ndio maana watu kama hao, neema inakuwa kwao kwa sababu gani? Wana udhihirisho kwapo kwa wanazidi kumtumainia Bwana, sa ndio Bwana umenipa hili jaribu, ndio Mungu wangu umeweza kunipitisha katika hapa. lakini bado ninatumaini bado nina neema, nazidi kufurahi, nitazidi kukutangaza mbele. Na kwa hiyo hapo ni mambo mawili, so lazima kila mtu ajue, wanaweza kutumia hiyo kama sababu ya kukutoa kwenye reli, sababu ya kukuongezea matatizo zaidi, kukudhalilisha. Kwa hiyo so lazima uonyeshe kwamba moyo wako unavuja damu koma pambana, koma, ongea na Mungu wako. Hilo ni sababu uh, tutasema jambo la tano, jambo la sita na la mwisho, ambayo mi nimejifunza, usiache kumwombea kila mtu, hata kama hakuhusu au amekuudhi. Usiache kumwombea kila mtu, hata kama hakuhusu au amekuudhi. Unajua kila mtu ana dini yake, kila mtu ana imani yake, lakini mi nakusihi pale unapokua unaenda kupata swala au unaenda kuomba tafadhali usisahau kuombea watu ambao hata wakuhusu, pengine hata wakufahamu. Ni ngumu yani, haya mambo anayoongea ni magumu. Wewe ukiwa unaomba omba, na unaweza kuwa umepita njiani ukamwona mtu fulani ana, anaumia, ana shida, kipindi chako cha kuomba mkumbuke, sababu tunaamini tuna Mungu anaona, si ndio? Kwa hiyo omba, sema, mimi Mungu Baba, nimeomba, naomba kwa sababu ya mtu fulani, simjui lakini nimemuona ana shida kwa hiyo nakusihi Mungu wangu uweze kumbariki mtu kama yule ambaye ana shida, jambo linakuwa vizuri na mambo mengine yanaenda na baraka zinakuja kwako, kwa sababu umetoa muda wako kumuombea muhitaji ambaye ana shida. Kuna mtu ambaye hakuhusu kabisa, upo naye kazini pale, unamwona huyu jamaa ana shida, mke wake anaumwa, labda yeye mwenyewe ana matatizo. Kuwa na wakati wa saa, muombe, na Mungu atakubariki. lakini kingine, tuwaombee wale wanaotuudhi tuombee wale wanao tuudhi kwa sababu uh, shida ipo shida ipo sana kwetu sisi ukishaudhiwa na mtu unatamani afe aharibikiwe aondoke lakini sio hiyo imani haipimwi hivyo eh, upendo haupimwi hivyo upendo unapimwa kwenye maumivu kwenye shida kwa hiyo mtu anayekuudhi muombee muombee kwa nini muombee Mungu ampe kibali cha kuona kwamba yeye anakosea muombee Mungu ampe kibali kuona kwamba yeye anayoyatenda si sawa mbele za watu, kwa sababu akibadilika yeye atakuwa mtu mwema na neema pia itakuja kwako. Kwa hiyo hayo ni mambo sita ambayo nimejifunza katika hii miaka miwili, ningependa mwaka huu na wewe uweze kuyatenda. Otherwise, asante sana kwa kunisikiliza. This is Mr. Pal. nifatilie kwenye social media mbalimbali nafikiri hapa chini nitaweka hizo social media handles utaweza mm -hmm. kunifuatilia otherwise, peace out.